Mnamo tarehe kumi mwezi Oktoba mwaka elfu mbili na moja, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku hizo Laurent Kabila anatoa amri ya kukamatwa kwa mkewe Sifa Mahanya na kuwekwa chini ya ulinzi ndani ya gereza la Makala kwa kuhusishwa na kumwekea sumu kwenye chakula. Tarehe 11 Januari mwaka 2001, Joseph Kabila mwanawe Rais Laurent Kabila anamtoa gerezani kwa siri Sifa Mahanya, shughuli anoifanya kwa ushirikiano na mkuu wa gereza Dindo Kitungua. Joseph Kabila anamtoa Sifa Mihanya na kumpeleka mafichoni Lubumbashi bila kumtaarifu baba yake Rais Laurent Kabila. Tarehe 12 Januari mwaka 2001, siku moja tu baada ya Joseph Kabila kumtoa kwa siri gerezani, Sifa Mahanya anawasiliana na baba yake Rais Laurent Kabila na kumshauri kufuta safari yake nchini Cameroon kwa madai kwamba ana taarifa zisizo nzuri kiusalama. Rais Laurent Kabila anakubaliana na, na ushauri wa mwanawe Joseph Kabila, kwani ndiye aliyekuwa mratibu wa karibu wa ulinzi wa rais. Tarehe 15 Januari mwaka 2001, kwa amri ya Joseph Kabila, wanajeshi wa kambi ya jeshi ya Faki na ulinda jiji la Kinshasa wanapokonywa silaha. Kisha Joseph Kabila anampa amri Kanali Edi Kapendi kumweka chini ya ulinzi mkuu wa idara ya ujasusi Ismail Tutumoto. Baada ya amri hizi za Joseph Kabila, anapanda ndege na kuelekea jijini Lubumbashi. Tarehe 16 Januari mwaka 2001, zinasikika risasi ndani ya ikulu ya Mabu Palace jijini Kinshasa. Rais Laurent Kabila akiwa na mshauri wake wa maswala ya uchumi Emili Mota wakiwa wanaendelea na mazungumzo, mmoja wa walinzi wake, kijana wa miaka 18, Rashidi Kasereka anagonga hodi na kumwelekea Rais Kabila kisha kumwinamia, ishara ya kutaka kumnong'oneza jambo. Lakini Rais kabila anapotega sikio, Rashidi Kasereka anatoa bastola na kumfyatulia risasi nne Rais Laurent Kabila. Walinzi haraka wanaingia ndani ya ofisi ya rais na kumpiga risasi ya mguu Rashidi Kasereka kabla ya Kanali Edi Kapendi kuingia na kumwongezea risasi nyingine mbili na kuhakikisha anamuua hapo hapo. Haraka mwili wa Rais Kabila unatolewa ndani ya ikulu na kukimbizwa hospitali ya jeshi iliyopo Gombe. Wagonjwa wasio maututi na wananchi wasiokuwa na shughuli maalumu wanaamriwa kutawanyika eneo hilo. Majira ya saa 12 jioni, Kanali Edi Kapendi anajitokeza katika televisheni ya taifa na kutoa amri ya kutotoka nje katika jiji la Kinshasa. Viwanja vya ndege vinafungwa na wanajeshi wanaaswa kuwa watulivu. Vous soldats et commandants. Disez les armes sans ordre préalable qui vous sera donné par la hiérarchie selon l'ordre que je donne à ce moment katika muda huo huo msafara wa magari ya wagonjwa unaonekana ukitoka hospitalini mpaka uwanja wa ndege wa Njili ambapo Rais Kabila anapakiwa kwenye ndege na kupelekwa nchini Zimbabwe kwa matibabu zaidi. Mwendo wa saa mbili usiku hivi Joseph Kabila anatoa amri ya kufunguliwa kwa uwanja wa ndege uliokuwa umefungwa kwa tahadhari ili aweze kutua akitokea jijini Lubumbashi. Maswali yanaibuka. Joseph Kabila alienda wapi baada ya kufika Lubumbashi, hasa ikizingatiwa baba yake alishambuliwa majira ya saa saba mchana lakini yeye alirudi Kinshasa saa mbili usiku, umbali wa saa mbili tu kwa ndege kutoka Lubumbashi mpaka Kinshasa. Tabia hizi ziliwashangaza wengi. Iweje mtoto ambaye anafuatilia usalama baba yake, ambaye alimshauri siku moja tu iliyopita asisafiri kwa sababu za kiusalama, anapotelea kusikojulikana na anakuja kuibuka usiku baada ya masaa sita kupita tangu baba yake ashambuliwe? Je, Joseph Kabila alitumia siku hiyo akiwa wapi na akifanya nini? Na je kwa nini pamoja na daktari aliopokea mwili wa Rais Kabila hospitalini Gombe kusema kuwa Rais Kabila alifariki toka akiwa ikulu, lakini baadhi ya viongozi wakalazimisha apokelewe na kuendelea kutibiwa? Na je kwa nini waliendelea kuficha ukweli huu na kusafirisha maiti kwenda kutibiwa Zimbabwe? Je, walikuwa wakificha nini Wakati mwili wa Rais Laurent Kabila ukiendelea kufanyiwa mzaha wa kuwa unatibiwa, kumbe ni marehemu. Viongozi wa Kongo walikuwa akiendelea kuwahadaa wananchi wa Kongo kwamba rais wao ni mzima na anaendelea vizuri. Wakati viongozi wa Kongo wakiendelea kuuficha ukweli huu, ni waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Louis Michel aliyekuwa wa kwanza kuutangazia ulimwengu juu ya kifo cha Rais Laurent Kabila. Swali ni je, inawezekana vipi kwa mtu aliye zaidi ya kilomita elfu nane nje ya Kongo awe na habari kuliko walioko ndani ya Kongo? Tarehe 23 Januari mwaka 2001, Sifa Mahanya anatoka hadharani kama mjani wa marehemu Rais Kabila na anatambulishwa kama mama mzazi wa Joseph Kabila. Hata na hivyo, enzi za uhai wake Rais Laurent Kabila alikuwa na wake zaidi ya 13 na kuwahi hata siku moja kumtambulisha mke wake yoyote kama First Lady. Je, Sifa Mahanya alichaguliwa katika mazingira yapi? Baada ya Rais Kabila kuuliwa, Kanali Edi Kapendi, mlinzi mkuu wa Rais Laurent Kabila na muuaji wa muuaji aliyemuua Rais Kabila, jitokeza katika redio ya taifa na kutangaza hali ya hatari. Kanali Edi Kapendi alijua kuuliwa kwa Rais Kabila kungeweza kuibua uasi jeshini. Hivyo katika tangazo lake aliwasihi makamanda kuwatuliza wanajeshi na wasitumie silaha zao hadi pale watakapopata maelekezo maalum. Katika kuionyesha dunia kuwa hayo hayakuwa ni mapinduzi, waziri wa katiba wa sheria siku hizo Mwezo Kongolo alipendekeza Joseph Kabila, mwanawe Rais Laurent Kabila kumrithi baba yake. Mnamo mwaka elfu mbili na mbili kesi ya mauaji ya Rais Laurent Kabila inaanza kurindima katika mahakama ya kijeshi. Watumiwa zaidi ya mia moja wanapandishwa kizimbani, mhusika mkuu akiwa Kanali Edi Kapend, mlinzi mkuu wa hayati Rais Laurent Kabila. Kanali Edi Kapendi anatakiwa kueleza mahakama ya kijeshi kwa nini alimuua mtu ambaye amemuua raisi, licha ya kuambiwa na askari mwenzake asifanye hivyo, hasa ikizingatiwa mtumiwa alishapigwa risasi ya mguu na kuanguka. Kanali Edi Kapendi anajitetea kwa kusema kuwa aliamua kumpiga risasi muuaji kwa sababu alizidiwa na hasira na kwamba kwa askari kama yeye anayemlinda rais, hilo halikuwa jambo geni. Hata na hivyo kilichompoza Kanali Edi Kapendi ni tangazo lake kwa vyombo vya habari. Waendesha mashtaka katika mahakama ya jeshi walitafsiri kitendo hicho kuwa jaribio la mapinduzi, madai yaliyokanushwa vikali na Kanali Edi Kapendi, kama anavyosikika katika maelezo yake aliyoyatoa ya mahakamani hapo mnamo mwaka elfu mbili na mbili. Jenerali, kwa heshima zote napenda kueleza mahakama hii kwamba sikuwahi kuwaza au kufikiria kuchukua uongozi wa nchi. Niliyoyafanya yote ilikuwa ni utii na uzalendo wangu kwa rais na si vinginevyo. Watu kadhaa akiwemo waziri wa katiba na sheria Mozo Kongolo waliulizwa na mahakama ya jeshi kuhusu kitendo cha Kanali Edi Kapendi kulihutubia taifa baada ya kuuawa kwa rais Kabila kama ilikuwa jaribio la mapinduzi au la. Wengi wao walijibu kuwa hakuonekana kuashiria kuchukua madaraka, ila wakasema kuwa kilichompoza ni ukaribu wake na hayati rais Kabila, na ndipo akajipalia majukumu yaso yake. He is the one who was next to the president. He was...

Alikuwa mtu wa karibu na rais Kabila so, na ndiye aliyekuwa akichukua amri mbalimbali za rais na kuzisambaza kwa makamanda wa vikosi mbalimbali vya jeshi. Nafikiri ukaribu wake na rais ndo uliomfanya kujipa majukumu ya soo yake na kutangazia taifa hali ya hatari baada ya mauaji yale. Nakumbuka na lakini usiku ule alisaidia kutuliza hali kwa kuongea na majenero na kuasa kuongea na wanajeshi wao kuwa watulivu na kwamba kila kitu ilikuwa kimedhibitiwa. Kusema kwamba usiku ule Edi Kapendi alikuwa akiwaza kuchukua madaraka, sidhani.

So. Wengi wa washtakiwa mauaji ya rais Laurent Kabila walihukumiwa kifo na wengine walihukumiwa vifungo vya maisha jela katika kesi iliyochukua miezi tisa. <tipo> Kanal Edi Kapendi, mahakama imekukuta na hatia ya mauaji ya raisi. Kwa muktadha huo mahakama hii na kuhukumu kifo. Kesi ya mauaji ya rais Kabila haijafungwa, upelelezi unaendelea, na wengine watakapopatikana sheria itafuata mkondo wake. <tipo> Miaka saba baadaye, kwa maana ya mwaka elfu mbili na nane wafungwa wa mauaji ya rais Laurent Kabila wakiwa wanaendelea kusota rumande wakisubiri kunyongwa kama walivyokuwa wamehukumiwa na mahakama ya kijeshi mwaka elfu mbili na mbili Hapo ndipo maswali mapya yanapoibuka baada ya mtuhumiwa Anton Vumilia kutoroka gerezani na kufichua mkanda wa video aliokuwa akirekodi kila kitu kilichokuwa kikiendelea gerezani. Vumilia ambaye alijua kesi hiyo ingemfanya afie gerezani alikuwa akijirekodi kukaa na uhusika wake wa njama za mauaji ya rais Laurent Kabila katika

Niko hapa kwa sababu kuna mtu ambaye lazima angetakiwa kuwa hapa. Niko hapa kwa hati ya kumuua rais. Haiwezekani kutendeke uhalifu alafu akusikane mtu akulipa kulipa gharama zake. Niko hapa kulipa gharama hizo, kwa sababu mamlaka zimeshindwa kutafuta ukweli. Mimi na wenzangu hamsini na moja tuko hapa kwa tuhuma za mauaji ya rais ambaye nina imani wengi wetu tulikuwa tunampenda. Tuko hapa kulipa gharama. Wengi wa wanasheria waliofuatilia kesi ya mauaji ya rais Laurent Kabila walidai kuwa watuhumiwa waliotuhumiwa kupanga njama za mauaji ya rais Kabila hawakuwa wahusika halisi, lakini swali lililowashinda ilikuwa ni kumwinisha hasa aliyepanga mauaji ya rais watatu wa Kongo, Laurent Kabila. Inaelezwa katika baadhi ya nyaraka kuwa muuaji wa Rais Kabila, Rashidi Kasereka, hakuwa peke yake siku ya tukio la mauaji. Ilifahamika baadaye kuwa baada ya mpango wa mauaji kufanikiwa, mtumiwa angeruka ukuta wa ikulu ambapo nje kulikuwa na gari lilokuwa likimsubiri kumtorosha kusikojulikana. Je, ndani ya gari hilo kulikuwa na nani? Ndani ya gari kulikuwa na jamaa aliyeitwa George Mirindi ambaye alipoona Rashidi Kasereka hatokee, aliamua kuondoka, lakini alikuja kukamatwa baadaye, na alipohojiwa alikiri husika wake wa moja kwa moja wa mauaji ya Rais Laurent Kabila. Alipoulizwa kwenye nyaraka za mahakama, haya ndiyo alikuwa majibu yake. Haya ni maelezo aliyoyatoa George Mirindi wakati wa mahojiano. umeshiriki katika njama za mauaji ya Rais Laurent Kabila mnamo Januari 16 mwaka 2001? Ndio. Nani ulishirikiana nao? Nitatoa majibu kesho. Kwa nini kesho na si leo? Kwa sababu siko vizuri kiafya. Tupe majina ya watu mliopanga nao mauaji ya rais. Nitawapa majina yao kesho. Je vais vous donner leur nom demain. Baada ya maelezo hayo ya George Mirindi, kesho yake alidai angewataja wahusika walioagiza kuuliwa kwa Rais Kabila. Usiku huo huo George Mirindi alitoroka gerezani. Sero aliyokuwepo George Mirindi ni ile ile aliyokuwepo Agustino Vumilia, jamaa aliyekuwa akirekodi kila kitu kilichokuwa kikiendelea gerezani. Na siku hiyo ya kutoroka George Mirindi

Je vais appeler trois noms, il appelle trois noms, le major Bora devenu général, par la suite. Usiku wa majira kama saa 9 hivi alikuja askari aliyekuwa akiitwa Kasongo, lakini wengi wetu tulipenda kumwita chapchap. Huyu ndiye aliyekuwa mkuu wa ulinzi wa gereza. Aliingia sero, nikadhani amekuja kututesa kama kawaida yake, lakini siku hiyo alisema nitakao waita wanifuate. Aliwaita Meja Bora ambaye alikuwa general wa kundi la uasi la RCD, kisha Lieutenant George Mirind ambaye alikuwa colonel na akamalizia na Lieutenant Bahati. Alisema nifuateni, mpate haki yenu baada ya kumuua rais. Lakini ghafla nikachezwa na machale, kwa sababu Meja Bora alikuwa ameshajiandaa kama mtu ambaye alikuwa akitarajia kuondoka muda wowote. Alikuwa ameshavaa t-shirt na jeans, na alipoitwa tu akavaa varori yake na kuondoka sero. Kupitia tundu ndogo ya ufunguo mlangoni nikaona kama walikuwa wanazungumza, yaani Meja Bora, Lieutenant Bahati, Colonel George Mirin na Fandi Chapchap. Ila Fandi Chapchap kama akahisi kuna watu wanamtizama, hivyo akazima taa, kukawa giza. Sikuweza kuona kitu chochote mpaka asubuhi nilipoambiwa wametoroka.

Et le matin, Mwenze wa Kongolo, waziri wa Katiba na Sheria siku hizo, anaeleza kuwa walikuja kubaini baadaye kuwa wakati wakijiandaa kumpeleka George Mirindi mahakamani, kuna mtu au watu waliokuja kumlipa mlinzi aliyewatorosha watumiwa watatu ambao ni Lieutenant George Mirindi, Meja Bora pamoja na Lieutenant Bahati. Maswali yanaibuka: je, afande aliyewatorosha watumiwa watu alihongwa kiasi gani? Na je, alilipwa na mtu au mtandao wa wahusika wa mauaji ya Rais Laurent Kabila? Vijana yeah, wote waliohusishwa na mauaji walikuwa wameshakamatwa mapema. Wakati tukiwa tunaendelea na hatua za kuwapeleka mahakamani, kuna mtu ambaye alifika akamuunga mlinzi na kuwatorosha watuhumiwa pamoja nyewe, na na yeye mwenyewe na waliitoroka kupitia Congo Brazzaville. Kuanzia hapo idara za usalama za Kongo zinaanza kufuatilia mtu au watu ambao kwa namna moja au nyingine wangekuwa na sababu za kufadhili mauaji ya Rais Laurent Kabila. Wakati wa upekuzi, maafisa wa usalama wanaanza kwa kuangazia kisa cha kamanda Masasu aliyekuwa mstari wa mbele kuhakikisha Laurent Kabila anakuwa rais wa Kongo baada ya kumwondoa dikteta Mobutu Sese Seko mwa Laurent Desire Kabila Président de la République. Je jure fidélité à la nation. Kamanda Masasu ndiye aliyekuwa akitoa mafunzo kwa askari watoto waliokuwa wafuasi wa Laurent Kabila toka majira ya vita vya msituni. Kati ya watoto waliopitia mafunzo ya kijeshi mikononi mwa kamanda Masasu ni pamoja na Rashidi Kasereka na George Mirindi ambao wote kwa pamoja walihusika moja kwa moja na mauaji ya Rais Laurent Kabila. Inaelezwa kamanda Masasu alianza kupata umaarufu na ushawishi mkubwa miongoni mwa wapiganaji kiasi cha kumtisha Rais Laurent Kabila. Kutokana na hali hiyo, Rais Laurent Kabila aliagiza kukamatwa kwa kamanda Masasu, ambaye aliuawa miezi kumi kabla ya kushambuliwa kwa Rais Kabila. Zoezi la kumsulubisha kamanda Masasu lilisimamiwa karibu na maafisa wakuu wa serikali ya Kabila nje kidogo ya mji wa Kinshasa ambako huko ikajengwa mahakama ya muda ya kesi ya uhaini. se qui aboutit à la condamnation à l'exécution de Masasu et pendant le procès on reproche à Masasu de vouloir renverser le pouvoir de Kabila Masasu se met debout il dit à tout le monde qui était devant là mes relations avec Kabila ne dépendent pas de vous Wakati wa kesu alimwambia Masasu, unatuhumiwa kwa kutaka kumpindua rais Laurent Kabila. Masasu akasimama na kuambia, mahusiano yangu na rais Kabila nyinyi hayawahusu. Kabila kwangu ni kama baba yangu. Kabila yuko madarakani kwa sababu mimi nilitaka iwe hivyo, na kama kuna tatizo lolote baina yangu na Kabila, ni mimi na Kabila ndo tutamaliza, sio nyie. Baada ya kuzungumza hivyo, kamanda Masasu aliketi. Baadaye ya kuhukumiwa kifo, ndivyo ilivyokuwa. Taarifa za mauaji ya kamanda Masasu zilisambaa kwa kasi katika jeshi la Kongo. Baadhi ya vikosi vya jeshi vilivyokuwa na mapenzi naye vikaanza kuonyesha kuchukizwa na mauaji hayo. Baadhi ya vikosi vya jeshi vikaanza kutelekeza silaha na vifaa walivyokuwa wakivitumia kupambana na wanamgambo wenye asili ya Rwanda. Hali hii ilipelekea waasi hao kupata nguvu kwa kasi, kwani vifaru na mizinga ya jeshi la Kongo viliangukia mikononi mwa waasi <muchas> ndani ya ikulu ya rais Kabila anako kulikuwa na vijana wengi waliopitia mafunzo ya mikononi mwa kamanda Masasu akiwemo George Mirindi na Rashidi Kasereka. Vijana hao walipokea taarifa za kuuawa kamanda wao kwa machungu makubwa <muchas> Baadhi ya wadadisi wa masuala ya usalama wanadai kuwa huenda George Mirindi na Rashidi Kaseleka walikuwa tayari kufanya chochote ili kulipiza mauaji ya kamanda wao. Mmoja ya wafadhili wakubwa George Mirindi alikuwa raia wa Lebanoni, Bilal Ertie, ambaye alikuwa mfanya biashara mkubwa wa madini ya almasi nchini Kongo. Bilal Ertie aliendesha biashara yake ya almasi moja kwa moja akiwasiliana na Rais Laurent Kabila, na pale alipokuwa akipata mzigo mkubwa, Rais Kabila alitoa walinzi wake binafsi kusindikiza mzigo wake. Hali ilibadilika ghafla pale waasi mashariki mwa Kongo walipozidi kupata nguvu, hali iliyomtisha Rais Kabila, na hapo akachukua uamuzi wa kubadilisha sera ya madini ya Kongo, na ghafla atenda kuuza nje ya almasi ya Kongo, akaipa kampuni ya kiisrael iliyojulikana kwa jina la idi Kongo. Inaelezwa Rais Kabila alifikia uamuzi huo kwani wanajeshi waliokuwa mstari wa mbele kupambana na waasi walihitaji mshahara, chakula na zana za kazi, hivyo ilibidi achukua kiasi cha dola milioni 20 kutoka kampuni hiyo ya Kiisrael kando ya kuchukua uamuzi huo kama hati ya dharura, ila nyuma pazia, hatua hiyo ya Rais Kabila ilitengeneza uadui, kwani baadhi ya mirija ya watu ilikatwa. Mnamo Januari 16 mwaka 2001, wakati Rashidi Kasereka akimpiga risasi Rais Laurent Kabila, aliyekuwa kimgoja nje ikulu ili kumtorosha alikuwa George Mirindi, lakini alipoona hatokei okay, aliamua kuendesha gari na kuelekea moja kwa moja katikati ya jiji la Kinshasa katika nyumba ya Bilale RTM. Usiku wa siku hiyo hiyo polisi walivamia nyumba ya Bilal RTE, lakini hawakufanikiwa kumpata. Wanajeshi wa Kongo waliokuwa wamejihami kisawasawa waliwakamata takriban watu 11 wakiwemo ndugu jamaa na marafiki wa Bilal RTE ambao waliamrishwa kugeukia ukutani na wote kwa pamoja wakapigwa risasi. Kitendo hiki cha wanajeshi wa Kongo kilipoteza kabisa uwezekano wa kujua chochote kuhusu wahusika wa mauaji ya rais Laurent Kabila. Wakati wa kesi ya mauaji ya rais Kabila, wanajeshi waliofanya tukio hili wote walihukumiwa kwa mauaji, japo wakati wa utetezi wao walidai kuwa wao walikuwa wakitekeleza tu maagizo waliokuwa wakipewa. Jenerali, tulikuwa katika uwanja wa mapambano, kazi yetu kama wanajeshi ilikuwa kupokea amri tu. Kauli ya wanajeshi hawa kwamba walikuwa wakitii tu maagizo ilibua mjadala mwingine mahakamani hapo, kwani aliyekuwa mkuu operation wa operesheni hiyo alikuwa mtoto wa mwenda zake Rais Kabila, Joseph Kabila. Je, kwa nini Joseph Kabila hakutaka kujua zaidi kuhusu mauaji ya baba yake? Baada ya kufanikiwa kutoroka nchini Kongo, George Mirindi na Bilal Rta walipata hifadhi katika nchi ya Rwanda, na huko walijiunga na kikundi cha waasi cha RCD kilichokuwa kikipigana kupora dhahabu za Kongo. Kitendo cha kikundi hiki cha waasi kumpokea George Mirindi na Bilal Rta kilizua maswali mengine juu ya ushirika wa serikali ya Rwanda katika mauaji ya Rais Laurenti Kabila. Japo si serikali ya Rwanda tu, serikali ya Marekani nayo ilinyoshwa kidole katika sakata hili. Kinachopewa uzito usiku wa Marekani katika sakata hili ni baada ya business card ya afisa maalumu wa ubalozi wa Marekani nchini Kongo kukutwa kwenye mfuko wa muuaji wa rais Kabila. Hakukuwa na maelezo yoyote ya haraka ya kwa nini mlinzi wa rais awe na business card binafsi ya afisa wa ubalozi wa Marekani. Nyuma ya business card hiyo kulikuwa na maneno yaliyoandikwa, endapo kutatokea jambo lolote, piga namba hii business kadi hiyo ilikuwa ya kanali wa jeshi Bean Sanduski, aliyekuwa msimamizi wa masuala ya usalama ndani ya jiji la Kinshasa mwaka elfu mbili na moja. Bian Sanduski alipoulizwa ilikuwaje business kadi yake kukutwa mfukoni kwa muuaji wa rais, alisema ilikuwa sehemu ya kazi yake kukutana na watu wengi na kupeana nao mawasiliano, na kuongeza kuwa hakukutana na Rashidi siku za karibuni hadi anafanya mauaji ya rais Kabila. Fukuto la Marekani katika uhusika wa sakata hili linaenda mbali hata zaidi, kwani George Mirindi aliyekuwa akimsubiri muuaji nje ya ikulu ili kumtorosha, miezi michache nyuma, alikamatwa akiwa na mawasiliano ya afisa wa CIA. Hata na hivyo haikufahamika ni kwa jinsi gani. Licha kukutwa na tuhuma hizo, George Mirindi bado aliendelea kuwa mlinzi wa rais. George Mirindi alipewa hifadhi ya ukimbizi nchini Sweden, nchi ambayo ilikosoa vikali mchakato mzima wa mauaji ya Rais Laurent Kabila. George Mirindi mara kadhaa amekuwa akifuatwa na wanahabari kufanya mahojiano, na hata hivyo amekuwa akitoa majibu yasiyokuwa na uzito na haya yalikuwa ni moja ya mahojiano yake. eh, cette commission d'enquete a presente laquelle on a, instituee a presente des versions qui, qui ont conduit...

Upelelezi wa kesi ya mauaji ya Rais Laurent Kabila uliendeshwa kihuni sana na hata mahakama yenyewe ilifikia hitimisho la kihuni kitu ambacho ukweli ulifichwa. Ila tunachokijua ni kwamba Rashidi alimuua Rais Kabila na wakati wa kukimbia alipigwa risasi ya mguu. Kanali Edi Kapendi akaja kumalizia. Ensuite, Edi Kapendi est venu la execute Mais Rashidi devait quand même avoir un plan de fuite qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous vous étiez dans ce plan de fuite.

Umesema vizuri kwamba kama alishapigwa risasi ya mguu, sasa kulikuwa kuna haja gani ya kumuua mtu ambaye hakuweza kukimbia tena? Na kwa nini kanali Edi Kapendi amuue tu mtu ambaye hajamuona akimuua rais Kabila, ila akaambiwa? Ila siku ya tukio kulikuwa kuna mshauri wa maswala ya uchumi wa rais Kabila, bwana Mota, alimuona Rashidi akimuua rais Kabila na kusema kwamba bwana huyu, tukamuua rais sawa. Umemtaja bwana Mota, hivi vipi kwa raia wa kawaida kama bwana Mota amuone mtu ambaye amemuua rais, kisha mfuate nyuma kumwambia wewe umemuua rais? Raia wa kawaida kama bwana Mota anapata wapi ujasiri wa kumfuata mwanajeshi ambaye mumuua rais na kupiga kelele. Tangu kuuawa kwa rais Laurenti Kabila, mjadala wa kwamba wengi waliofungwa wakihusishwa na mauaji yake walikuwa hawana hatia ulikuwa dhahiri. Jumuiya ya kimataifa ilitaka uchunguzi wa kesi hiyo kufanyika upya, na hata hivyo rais Joseph Kabila alipokuwa ziarani ughaibuni aliulizwa na wanahabari kuhusiana na sakata hilo, lakini kauli zake zilikuwa hizi: Marekani nadhani waliuliwa marais wawili au watatu hivi hivi, wale washitakiwa waliachiwa? Ngoja nikuambie, demokrasia inajumuisha pia haki. Hii ni mara tatu, Bwana Zajitamu naniuliza hili swali, na majibu nayokupa ni haya haya. Kesi hii iko mahakamani. Mimi sio hakimu wa mahakama na wala mimi sio wakili au mwanasheria wa jeshi, na ndio maana sitaki kuingilia maamuzi ya mahakama ya wananchi wa Kongo. Hadi anatoka madarakani mwaka 2019, Rais Joseph Kabila aliacha kesi hiyo kama ilivyo. Aliyeumia kaumia na aliyepona kapona. Mnamo mwezi Januari mwaka 2021, baada ya kupita miaka 20, Rais Felix Tshisekedi anatangaza msamaha kwa watumiwa mauaji ya Rais Laurent Kabila. Kanali Edi Kapendi na wanajeshi wengine wanatoka jela kwa msamaha wa Rais.